La kwanza mheshimiwa mgeni rasmi tutaomba e, sera inayotambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kazi yetu ni kubwa sana tunayoifanya, lakini bado kuna watu watuelewi, bado kuna watu wanaleta vikwazo, wanazuia uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kwa, kwa namna moja au nyingine. Zipo nchi ambazo zimetunga mpaka sheria, na sisi tumeshatunga sera ya mfano na tulishaikabidhi e, mwaka 2023 waziri wetu wa katiba na sheria wakati tunaizindua Arusha, tuli tulimwonyesha tuli, tuli na sasa hii tunaendelea na mikakati ndani ya wizara namna gani tunaweza tuka tukaanza kampeni ya hiyo sera itatusaidia sana kuku, kuwa na sera hiyo na kutoa mazingira mazuri ambayo watetezi wote wanaotetea haki za binadamu walau wakatambuliwa na kulindwa lakini jambo la pili tunaomba mheshimiwa kama nilivyosema mabadiliko ya sheria hizi mbili sheria ya mtoto na hiyo ya legal aid kwa sababu unaposema access to justice sehemu ambayo ni wa wana, uhang, wana, ni wahanga wakubwa wa masuala ya access ya ni watoto na wanawake ambao hizo sheria ni za muhimu sana kwao. Lakini jambo la tatu, elimu ya haki za binadamu, mheshimiwa mgeni rasmi e, tunayoona leo katika jamii ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye jamii ni mkubwa, ni kwa sababu hatujaandaa kizazi ambacho kinaheshimu, kinatambua na kuishi haki za binadamu. Tunakuja kufundisha watu au masuala ya haki za binadamu watu wakishakuwa ni watu wazima. Mitaala yetu ya elimu, mfumo wetu wa elimu haitambui haki za binadamu kama somo na kwa nchi yetu tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi, kwa East Africa palu, THRDC, mjue hatuwezi eh, kuignore suala zima la demokrasia ya uchaguzi, tuone we have a role to play kwamba zoezi lililopo mbele yetu tulimalize kwa salama na tukiwa wamoja zaidi kama taifa, na uwepo wetu ni commitment yetu kama kamats kwamba we are ready to cooperate kujumuika na kushirikiana nanyi tuweze kufanya kazi pamoja kwa uadilifu. Sisi TLS tupo, tutakuwa tayari kufanya nanyi na kuzungumza kwa mapana na kuona namna gani tuwaengage wadau wote. Na ni wito wangu kwa wadau wengine waone kwamba jukumu hili ni la muhimu taifa hili bila utawala wa sheria, bila ushirikiano wa wadau, tutakuwa tukifanya jitihada ambazo kwa kweli kuna mahali tutakuwa tunashindwa kuzikamilisha kwa ukamilifu. Ya kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, mmeandaa sera hmm. Mfano dhani mtamfikishia waziri wangu, ili hilo tuendelee kulifanyia kazi, lakini ukaribu wenu ni muhimu ili tuone namna ya kuliendea mabadiliko ya sheria ya mtoto na sheria ya msaada wa, wa, wa kisheria nadhani, haya these are critical reforms ambacho tumekuwa tukisisitiza kama wizara na kwenye kati tofauti, waziri wangu na mimi mwenyewe tumeshauri mambo mengi tunayojaribu kupropose kama mabadiliko ya, ya sheria tuyapitishe kwenye lo, li, nini ile commission, tume ya mabadiliko ya sheria kwa sababu wale wamekuwa mandated kufanya utafiti eh, kabla ya sheria kutungwa. Lakini sheria na mapendekezo ya kisera na kisheria tunayoleta kwa kwa sasa, sijui nitumie neno gani kwa kwa harakati, itumie hilo neno eh, wakati mwingine mnaifikisha bungeni, miezi kadhaa baadaye mnataka amendment lakini ikipitishwa kule, wakaifanyia uchambuzi wakaifanyia utafiti waka compare na maeneo mengine waka benchmark, nadhani tunatoka na sheria bora, isiyo sheria ya kukimbizana. Mtaona sheria mtoto ilivyotungwa, tulishangilia wote, lakini baada ya muda tunasema hiyo na nini na mabadiliko. Kwa hivyo ni vizuri tuwashirikishe watu wa tuwa tume ya mabadiliko ya sheria, na hiyo ya msaada wa kisheria actually ndio tumeanza kuitekeleza kwa bidii wakati wa mheshimiwa Mama Samia. Na naona kweli ukiangalia between lines kama unavyosema, huenda kuna vitu inabidi tu vifanyie kazi, na hili nalo tumeshawachallenge watu wawatumia mabadiliko ya wa sheria waweze kuangalia sheria zote tunazitengeneza sasa hata na zingine, ili pale panaposhauriwa kufanyika mabadiliko, basi mabadiliko pendekezo yawe sustainable.